Naam, karibu tena mtazamaji. Mtu mmoja amejeruhiwa vibaya baada ya kuvamiwa kwenye zoezi la upigaji kura katika wadi ya Chwele Kabuchai. Na, amenarifiwa kwamba mwanamume huyo kutoka kaunti ya Siaya alikuwa katika pilikapilika zake kabla ya kuvamiwa na watu wasiojulikana, ambapo alikatwa kwa mapanga na visu. Aidha, zoezi la upigaji kura katika maeneo mengi ya Chwele huko Kabuchai limeendelea kwa amani. So we are happy that IEBC is taking. We want to pray that peace even the, the whole day tumeona na some fracas in Mwea police wametake action. I'm happy. One man, one voter who votes from there wede akaana kupika watu kwa sababu is an, an, employee of a senior person in this country lakini raia wakakataa. Ni hali ya kawaida kwamba katika upishi wa ndegu huwa zinaiva na kwingine mmoja mbili huwa ngumu. Ni hali, hali ya kawaida. Na tumekuwa tunapata shika kidogo katika maeneo mbalimbali ambapo vijana wameweza kupigwa na hatua, na hatua zinazofaa kuchukuliwa zimeanza kuchukuliwa na afisa wa polisi na waliojeruhiwa. Ninawarai na kuwahimiza wapigaji kura kwamba waje wapige kura kwa amani na mtu anapotumbukiza kura yake aweze kuenda kwake nyumbani ili aweze kungojea matokeo jioni ya leo. Sasa naomba tu watu wetu wa Chwele Kabuchai, hii kura ni ya siku moja na unduku utaishi. Tuamke tupike kura, tuachane na mambo ya mapanga, tuachane na mambo ya kupikana. Tajua walikuwa na hizi magari kubwa kubwa za black. Ndio mtu wa pikipiki kumbe amemwona, wakatoroka. Mimi nikasimama kando, wakakuja tu wakaanza kunigonga tu. Hii ndio mmoja yao, huu ndio ni mmoja yao.